Rais Dr John Pombe Magufuli amemsimamisha kazi kamishna mkuu wa mamlaka ya mapato Tanzania ni TRA bwana Richard Bade pamoja na kufanya uchunguzi juu yake kwa kushindwa kubaini upotevu wa kontena 349 katika bandari ya Dar es Salaam na ukwepaji kodi zaidi ya shilingi bilioni 80. Ifuatayo ni taarifa kamili. Akiwasilisha maamuzi hayo ya rais Magufuli kwa waandishi wa habari, katibu mkuu kiongozi Ombeni Sefue amesema Bwana baada ya akiwa kamishna mkuu wa TRA alipaswa ajue mchezo mchafu unaofanyika katika bandari ya dar es Salaam kwa kipindi kirefu, ambao mahujumu mapato ya serikali. Katibu mkuu wa kiongozi Ombeni Sefue amesema operesheni hiyo ya kupasua majipu aliyotamka raisi katika hotuba yake wakati akihutubia bunge imeanza na kuonya kuwa wote waliohusika katika upitishaji makontena, ukwepaji kodi wajisalimishe kwa kulipa kodi walizokwepa kabla hatua zaidi hazijachukuliwa ya dhidi yao. Kwa hiyo baada ya kuwa na taarifa za kutosha, leo asubuhi Mheshimiwa Waziri Mkuu alifanya ziara ya ghafla, na kweli akakuta yale mambo ambayo taarifa tulipewa yana ukweli, yana ukweli kwamba kuna udanganyifu mwingi ambao unafanyika, na Mheshimiwa Rais ameamua kuchukua hatua. Na moja ya hatua hizo ni kumsimamisha kazi mara moja kamishna mkuu wa mamlaka ya mapato ndugu Rashid Bade kuanzia leo, na nafasi yake itakaimiwa kwa muda na Dr. Philip Mpango. Akionyesha orodha ya makampuni pamoja na watu mbalimbali waliokwepa kodi kwa kupitisha kontena, Bwana Ombeni Sefue amewataka kuchukua hatua zifuatazo. Kwa hiyo mimi ombi langu ni kwamba wale wafanyabiashara ambao wanajua wamedanganya, wametoa makontena hawakulipa inavyotakiwa, tunawasihi waende, wajitokeze wenyewe, waseme ni mimi, alipe ushuru wetu. Lakini bila hivyo, kazi hii inaendelea, na huko mbele ya safari hakuna mswalie mtumu. Katika hatua nyingine, serikali imewapiga marufuku maafisa wote waandamizi wa mamlaka ya mapato Tanzania kutosafiri kwenda popote na wawe tayari kutoa ushirikiano wakati uchunguzi utakapofanyika. David Ramadhan, Channel 10. Hali kadhalika Waziri Mkuu Majaliwa Kasim Majaliwa ameamuru kukamatwa ka kwa Kamishna wa kodi Bwana Tiagi Msamaki pamoja na viongozi wengine watano wa kuhusika na upotevu wa kontena 349 katika bandari ya Dar es Salaam, hali iliyosababisha serikali kukosa mapato kutokana na kodi zaidi ya shilingi hizo bilioni 80. Hamis Suleiman ana undani wa taarifa hiyo Huku tukiwa tuna wajanja wajanja, tunao ndani ya serikali, tumewapa dhamana wafanye kazi yao vizuri, hakuna kazi wanaoifanya. Mmempeleka Habibu kwenye kitengo kile kule, ndio atatempa, na zile kompyuta zetu, aondoke mara moja, na nimemtaja kati ya watu ambao lazima wakamatwe, pasipoti zao zikamatwe, yeye na Masamaki, ili waendelee kushadia jeshi la polisi, na wachunguzwe na mali zao wengine walioamriwa kukamatwa kusimamishwa kazi kuchunguzwa mali zao wamezipataje, pamoja na kuzuiwa hati za kusafiri katika sakata hilo la upotevu wa kontena 349 na upotevu wa mabilioni ya kodi ni pamoja na mkuu wa kitengo cha ICT mamlaka ya mapato TRA Haruni Mpande, Bwana Habibu Mponezia, mkuu wa kitengo cha huduma kwa wateja Hamis R. Omar pamoja na mkuu wa ICD Eliachi Mrema. Waziri mkuu pia ameagiza uongozi wa TRA kuwahamisha mara moja na kuwapeleka mikoani Bwana anangise Mtafya, Robert Nyoni pamoja na Msajigwa Mwandegele, huku akimtaka kamishna mkuu na msaidizi wake kuhakikisha wanafanya kazi ya uchunguzi haraka, ili hatua zaidi zichukuliwe dhidi ya waliohusika pamoja na kutoachiwa kwa watuhumiwa hao mpaka uchunguzi ukamilike. Masebo, kamishna msaidizi, wewe uwe makini na kumsaidia kamishina wako mkuu kwenda kuacha, ili ufanya kazi na kamishna mkuu. Mhakikishe issues hizi zinapatikana na hizi fedha. Haya makonteina yote 349 yanayosadikiwa kuwa na thamani zaidi ya bilioni 80 lazima tujue ni ya mfanyabiashara gani, na mchukue hatua kwa mfanyabiashara huyo kabla sisi hatujaanza kutanga taarifa kutoka kwenu na nawaacha tu kamishna na wewe kamishna msaidizi ili mfanye kazi hii close na jeshi la polisi. Katibu mkuu hazina, niletee watu wa e government kwa sababu system yote hapa ni ni computerized, wasikusio na kundi ambayo inaweza kutempa. Kuanzia leo na kompyuta wote nao wataja wat, wawe mikononi ya IGP na uchunguzi uanze mara moja. Awali, waziri mkuu ambaye alifika bandarini kufanya ziara katika vitengo mbalimbali alihoji kutaka kujua utaratibu wa kutoa kontena na mizigo bila kulipiwa kodi, ambapo kamishna mkuu wa mamlaka ya mapato alielezea utaratibu ambao alidai kuwa kontena zinazotoka zinafanyiwa uhakiki na vibali vya kutoka. Kwa zile zinazobaki hapa nchini na zile za nje ya nchi pia zinafuata utaratibu. Pale bandari anapotoa lile kontena, zile kontena ziende kwenye ICD inabidi aingie kwenye system yetu aingize kwamba haya makontena yanatoka, na yule mwenye ICD inabidi nayo ayapokee kwa kuonyesha kwamba yanapofika kwake anayareceive. Kwa hiyo anayapokea, anaingiza kwenye system amepokea. Kwa hiyo kuna inventory ambayo inaonyesha haya makontena yamehama, sasa hayako tena bandarini, yako kwenye ICD. Sasa kinachofuata hapo ni kwamba process ya clearing inaweza kuwa imeanza au ndio inaanzia hapo, inategemea na, na yule uh, clearing agent, clearing agent anaruhusa ana, ana, ana, siku ishirini na moja kabla mzigo hajafika vile vilevile anaweza akaanza process ya clearing. Hata hivyo Waziri Mkuu hakuridhika na majibu ya kamishna wa kodi, hali iliyomfanya kuomba begi lake na kutoa orodha ndefu ya watu na kampuni zilizohusika katika sakata hilo na kumuuliza kamishna kuwa anajua, na ndipo akatoa onyo kwa kamishna na msaidizi wake: Tunao wajanja wajanja ndani ya TRA, tutaendelea kucheza na wajanja wajanja ndani ya TRA. Mkurugenzi TPA, endelea vizuri na wewe, tusaidie kuwa na takwimu zilizo kamili. Kitengo cha ICT kihakikishe takwimu ambazo ziko computerized zinakwenda hivyo hivyo mpaka TRA, tunapofanya reconciliation tugundue kwamba taarifa zimeenda vizuri. Kamishna, unajua jopo kubwa lazima uwe makini na deputy wako Bwana Masebu eh. Waziri mkuu katika mkutano huo alimwagiza moja kwa moja mkuu wa jeshi la polisi IGP Mangu kuwakamata viongozi hao ambao baadhi yao walikuwepo katika mkutano huo na kuwapeleka rumande mpaka pale uchunguzi wa sakata hilo utakapokamilika, yani wakati uchunguzi utakapofanyika. David Ramadhan, Channel 10. Hali kadhalika waziri mkuu Majaliwa Kasim Majaliwa ameamuru kukamatwa kwa kamishna wa kodi bwana Tiagi Msamaki pamoja na viongozi wengine watano wa kuhusika na upotevu wa kontena 349 katika bandari ya Dar es Salaam, hali iliyosababisha serikali kukosa mapato kutokana na kodi zaidi ya shilingi hizo bilioni 80. Hamis Suleiman ana undani wa taarifa hiyo. Tuwezi kuvumilia nchi inapoteza mapato makubwa huku tukiwa tuna wajanja wajanja, tunao ndani ya serikali, tumewapa dhamana wafanye kazi yao vizuri, hakuna kazi wanaifanya. Mmempeleka Habibu kwenye kitengo kile kule, ndio atatempa na zile kompyuta zetu, aondoke mara moja, na nimemtaja kati ya watu ambao lazima wakamatwe, pasipoti zao zikamatwe, yeye na Masamaki ili waendelee kushadia jeshi la polisi, na wachunguzwe na mali zao wengine walioamriwa kukamatwa kusimamishwa kazi, kuchunguzwa mali zao wamezipataje, pamoja na kuzuiwa hati za kusafiri katika sakata hilo la upotevu wa konteina 349 na upotevu wa mabilioni ya kodi, ni pamoja na mkuu wa kitengo cha ICT, msaidizi ili mfanye kazi hii close na jeshi la polisi. Katibu mkuu wa hazina, niletee watu wa e-government, kwa sababu system yote hapa ni ni computerized wasikusio na kundi ambalo linaweza kutempa kuanzia leo na kompyuta wote nao wataja wawe mikononi ya IGP na uchunguzi uanze mara moja. Awali waziri mkuu ambaye alifika bandarini kufanya ziara katika vitengo mbalimbali alihoji kutaka kujua utaratibu wa kutoa kontena na mizigo bila kulipiwa kodi ambapo kamishina mkuu wa mamlaka ya mapato alielezea utaratibu ambao alidai kuwa kontena zinazotoka zinafanyiwa uhakiki na vibali vya kutoka. Kwa zile zinazobaki hapa nchini na zile za nje ya nchi pia zinafuata utaratibu. Pale bandari anapotoa lile kontena, zile kontena ziende kwenye ICD, inabidi aingie kwenye sistimu yetu, aingize kwamba haya makontena yanatoka, na yule mwenye ICD inabidi nayo ayapokee. Kwa kuonyesha kwamba yanapofika kwake anayareceive. Kwa hiyo anapokea, anaingiza kwenye system amepokea. Kwa hiyo kuna inventory ambayo inaonyesha haya makontena yamehama, sasa hayako tena bandarini, yako kwenye ICD. Sasa kinachofuata hapo Raisi Dr John Pombe Magufuli amemsimamisha kazi kamishina mkuu wa Mamlaka ya Mapato Tanzania ni TRA, bwana Rished Bade pamoja na kufanya uchunguzi juu yake kwa kushindwa kubaini upotevu wa kontena 349 katika bandari ya Dar es Salaam na ukwepaji kodi zaidi ya shilingi bilioni 80. Ifuatayo ni taarifa kamili. Akiwasilisha maamuzi hayo ya rais Magufuli kwa waandishi wa habari, katibu mkuu kiongozi Ombeni Sefue amesema Bwana Bade akiwa kamishna mkuu wa TRA alipaswa ajue mchezo mchafu unaofanyika katika bandari ya Dar es Salaam kwa kipindi kirefu ambao mahujumu wa mapato ya serikali. Katibu mkuu kiongozi Ombeni Sefue amesema operesheni hiyo ya kupasua majipu aliyotamka rais katika hotuba yake wakati akihutubia bunge imeanza na kuonya kuwa wote waliohusika katika upitishaji makontena, ukwepaji kodi wajisalimisha kwa kulipa kodi walizokwepa kabla hatua zaidi hazijachukuliwa ya dhidi yao. Kwa hiyo baada ya kuwa na taarifa za kutosha, leo asubuhi, Mheshimiwa waziri mkuu alifanya ziara ya ghafla na kweli akakuta yale mambo ambayo taarifa tulipewa yana ukweli, yana ukweli kwamba kuna mamlaka ya mapato TRA Haruni Mpande, Bwana Habibu Mponezia, mkuu wa kitengo cha huduma kwa wateja Hamisi R Omar pamoja na mkuu wa ICD Eliachi Mrema. Waziri mkuu pia ameagiza uongozi wa TRA kuwahamisha mara moja na kuwapeleka mikoani bwana Anangise Mtafya, Robert Nyoni pamoja na Nsajigwa Mwandegele, huku akimtaka kamishna mkuu na msaidizi wake kuhakikisha wanafanya kazi ya uchunguzi haraka ili hatua zaidi zichukuliwe dhidi ya waliohusika pamoja na kutoachiwa kwa watuhumiwa hao mpaka uchunguzi ukamilike Masebo. Kamishina msaidizi, wewe uwe makini na kumsaidia kamishina wako mkuu, kwenda kuacha ili ufanye kazi na kamishina mkuu, mhakikishe issues hizi zinapatikana, na hizi fedha. Haya makontena yote 349 yanayosadikiwa kuwa na thamani zaidi ya bilioni 80 lazima tujue ni mfanyabiashara gani na mchukue hatua kwa mfanyabiashara huyo kabla sisi hatujaanza kutaka taarifa kutoka kwenu. Na nawaacha tu kamishna, na wewe kamishna, udanganyifu mwingi ambao unafanyika, na mheshimiwa rais ameamua kuchukua hatua, na moja ya hatua hizo ni kumsimamisha kazi mara moja kamishna mkuu wa mamlaka ya mapato, ndugu Rished Bade kuanzia leo, na nafasi yake itakaimiwa kwa muda na Dr. Philip Mpango. Akionyesha orodha ya makampuni pamoja na watu mbalimbali waliokwepa kodi kwa kupitisha kontena, bwana Ombeni Sefue amewataka kuchukua hatua zifuatazo. Kwa hiyo mimi ombi langu ni kwamba wale wafanyabiashara ambao wanajua wamedanganya, wametoa makontena hawakulipa inavyotakiwa, tunawasihi waende wajitokeze wenyewe waseme ni mimi, alipe ushuru wetu. Lakini bila hivyo, kazi hii inaendelea na huko mbele ya safari hakuna mswalie mtume, yeah. Katika hatua nyingine, serikali imewapiga marufuku maafisa wote waandamizi wa mamlaka ya mapato Tanzania kutosafiri kwenda popote na wawe tayari kutoa ushiriki